Leo Machi 19 inakuwa inatimia miaka minne ya uongozi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alichukua kijiti hiki kutoka kwa mtangulizi wake hayati Rais Dr John Pombe Joseph Magufuli aliyefariki dunia Machi 17, 2021. Kwa uchache tu unaweza kuona miaka minne hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa ni miaka minne ambayo yenye mafanikio makubwa sana katika taifa letu hili la Tanzania, kwa sababu tunakumbuka wakati anaingia madarakani, Rais Samia Suluhu Hassan, kulikuwa kuna baadhi ya miradi imefika katika asilimia fulani, lakini yeye alikuja kwa ajili ya kuiendeleza e, kwa haraka haraka tukianzia kwenye mradi wa SGR wa treni huu Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma alipoingia madarakani rais Samia Suluhu Hassan ulikuwa hapo katika asilimia 30, lakini yeye akaja kumaliza katika asilimia 70. Bwawa la umeme la maji la mwalimu Nyerere kule Rufiji. Lakini pia daktari Samia Suluhu Hassan amesaidia kufungua milango katika sekta ya utalii, tukaona makundi makubwa ya watalii yakiwasili nchini Tanzania kupitia filamu ya The Royal Tour. Lakini hiyo ndiyo ile maana ya kazi iendelee. Sasa tukija katika kazi na utu, uh, utu wa Daktari Samia Suluhu Hassan inawezekana afika katika mtu mmoja mmoja, au wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Uh, nakumbuka siku moja kupitia ukurasa wake wa Instagram Rais Samia Suluhu Hassan, kuna binti mmoja aliweka comment pale kwa kuomba msaada asaidiwe na Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa bahati nzuri Rais Samia aliweza kuona post ya yule bibie na akaweza kumjibu "Sawa mwanangu." Na kweli Rais Samia Suluhu Hassan akaweza kumsaidia binti yule cherehani, na hadi vile tunavyoongea, binti yule anajivunia kupitia cherehani hili ambayo alisaidiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia utu mwingine ni kijana mdogo anaitwa Hamim kutoka kule mkoani Kagera. Kijana huyu mdogo alikuwa anasumbuliwa na maradhi ya ngozi, hadi mzazi wake alishafikia hatua ya kukata tamaa lakini kijana huyu akaweza kusaidiwa bure matibabu na kuweza kupona, na rais Samia Suluhu Hassan e, akamkubalia kijana yule aweze kuonana naye, na kijana yule akapata nafasi ya kuonana na daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia sio tu kusaidia matibabu, kijana huyu aliweza kupewa nyumba ya makazi, yeye pamoja na mama yake mzazi huko mkoani Kagera. Hapa ndo tunapata ile slogan ya kazi na utu tunasonga mbele Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba daktari Samia Suluhu Hassan sio tu katika sekta ya afya au katika ujasiriamali, lakini pia hata katika michezo. Daktari ya Samia Suluhu Hassan aliweza kuwagusa e, wana michezo kwa namna moja ama nyingine. Tumekuwa tukiona kupitia mechi za kimataifa ama mechi hizi e, za watani wa jadi, kulikuwa kuna goli la mama. Lakini pia wasanii wa filamu, wasanii wa muziki wameweza kupatiwa mikopo mbalimbali mbali, e, kupitia taasisi zao, BASATA, bodi ya filamu na kadhalika. Lakini pia Dkt. Samia Suluhu Hassan ameweza kufanya makubwa sana katika maeneo mbalimbali. Ninyi wa Tanzania mmekuwa mashahidi katika mikoa mbalimbali mbali, tukiona e, wabunge na wananchi wa kinadi kabisa kwamba bwana, katika jimbo langu Dkt. Samia Suluhu Hassan aa, ameleta e, bilioni kadhaa ameelekeza ziende katika sekta ya afya, ameelekeza ziende kwa jasiriamali. Lakini pia tumekuwa tukiona kuna mikopo ile ya ya riba ya asilimia kadhaa ikitolewa katika Serikali za mitaa kwa kusaidia eh, makundi mbalimbali na watu mbalimbali katika nchi yetu hii ya Tanzania. Hivyo unaona ni jinsi gani Daktari Samia Suluhu Hassan katika miaka yake hii minne amefanya vitu vingi sana vikubwa na hii ndiyo miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan.